subscribe channel ino itu o comment na go share nigetha wakora go abere ko manya mara tora ko madira ngogo na ngogo ore tora ge ko madira makire mahyo ge tukere go subscribe o comment na go share channel ino itu